una ndoto ni watoto wanaozaliwa kwa mzazi mmoja hmm. Ila mmoja atatangulia kutolewa, mwingine atabaki. Ndio maana kusema hivyo kwa sababu Mwigulu pia ni mlezi wa Yanga na ni mlezi wa Singida United, sasa Singida Black Stars sasa hivi wanajiita, na ndio maana ame hata, hata michi yao katengeneza formula, wakakutana wenyewe kwa ajili ya utengenezaji wa udugu usipotee, maana mtoto kwa ufungwe na ukosekana kwa Faisal ufungwe, Hakuna mm, kusema mechi ya grafiki mechi mechi, sababu umeshaita ichamo na kaionyesha kwenye media mdia, kacheze, tumeangalia alokuwa yuko ni Faisal kwa timu, sasa ndo sababu ya kufungwa. Kwa hiyo warudi tucheze mpira, tutafakari mpira, tuupe heshima yake mpira, kwa sababu watu wanawekeza

tukiliangalia wengi Shituwa. Shida wengi wanaangalia Tanzania kuna Simba na Yanga, kwa nini hawana uwanja? Lakini wamesahau inawezekana zikawa ziko sababu ambazo Singida na uwanja

Ni haki yao kwa sababu mtoto lazima kidogo umkuze mtoto, umkuze, lakini kumbuka rudi nyuma, kwenye kuna AC Milan na Inter Milan. Wengi wanasema timu za serikali. Kwa kama ikiwa timu ina mikono ya serikali kutengeneza kiwanja chake official, ni swala linakuwa gumu sana. Kuna siasa. Ee, na kubwa ndio hilo Simba na Yanga siasa hiyo. Siasa hiyo kwa sababu waliyotengeneza hii timu au mpaka sisi tumezikuta na kuzileisi kwa babu zetu. Wenyewe wanajua walizitengeneza kwa mfumo upi. Sisi sasa hivi tuna burudani kwenye mpira na kama ingekuwa so hivi Simba na Yanga usingekuta kama magoli goli la mama zingetokea. Yes, ingetokea. Lakini pia tu moto shege zimekuja kwa sababu hizi timu zipo katika mfumo una siasa ndani yake. Sasa iwezekani leo tukatengeneza uwanja wa kuingia watu elfu arobaini. Kuna Benjamin Mkapa anaingia watu elfu sitini. Leo hii mama kwa jitihada zake kuna uwanja unatengenezwa Arusha, kuna uwanja unatengenezwa Zanzibar. Kwa hiyo vitu vingine lazima tuviangalie, tusivijaji Singida na uwanja, siji Cost Union na uwanja. Kwa nini Simba na Yanga hawana? Tutazidi kupasua vichwa, tutaumiza vichwa, tutakuwa tu. Atutendei yake mpira na kutaka kuelezea mpira kwenye

ule uwanja wa mazoezi tumeutia sisi kuwa uwanja wa mazoezi, maanake uwanja ukiwa unafanya mazoezi ya mpira na yana vipimo vya uwanja, wewe ndio umeutia kuwa uwanja wa mazoezi, lakini tungekuwa tuna tamaa na hakuna sirisu sirisu za nchi Kwaiyo mowalena dasaask nakuifadalia mwalena ina utofauti na Singida, utofauti huku kabumini na picha halisi. Wao wana picha ya nyasi bandia, lakini ofisha, ukiangalia kwenye kapasiti ya watu wanaokaa au kusimama, utofauti wangu mkubwa wale unatumika kwenye ligi ule, lakini Simba blandi haiwezekani ikawa na uwanja kama ule ambao watu wanasimama kutoa mzima alafu ni utangaze ndo uwanja wangu wao, au timu ndogo, timu ndogo uwanja <todukatai>. Pazis, you know, wa nyumbani wa mechi, lakini ningekuwa nimekoma kama wao au timu ndogo Simba uwanja wao wenzetu, uwanja wa mazoezi umekamilika ndio uwanja wao lakini pale hapo town ni uwanja wa hoteli huko msemaji mkuu. Mimi juu nimeandika Mo Arena. Mo Arena ni viwanja ambavyo vina michezo zaidi ya kimoja lakini ule ni uwanja wa hoteli. Mimi ningekuwa nimekwama kama Singida au timu nyingine ndogo ndogo uwanja wangu mimi sasa nimeshautambulisha. Kwa nini una uwanja shamba la mpunga? Lazima ukikosa useme hivyo. Siku zote mwenye kuwa nacho anaonekana hana akili, lakini mwenye kukosa anajiona hivi ndio anaweza tu nikamdalau nikafikia mwenye fedha na nikazitia hadi jusali, ila zake namna alivyotafuta pale, kuna nyasi

Mpira wa Tanzania ukiuelezea Afrika lazima uelezee na Mungu anakwenti kwenye mataifa Tanzania hilo <tutu> lina ukweli ndani yake na ukweli ndani yake, lakini siku zote wanasema, mtoto wareamu ndivyo wakuavyo. Na maana serikali hmm, yenyewe kupya hmm, timu ya taifa inaisimamia lakini haijaileta karibu na wananchi wake, haijaileta karibu na wananchi wake. Ina maana kuwa inawezekana Taifa Stars ikacheza eh, ibola so, ile tu kwa mbali ikacheza ndani ya Tanzania, lakini hamasa ya nchi utakuta process yake inafuata sana. Tukiangalia process yake hata wale wanaoiita kama watie hamasa kwenye ile club wanawakimbia Simba, Yanga. Utamkuta mchukua mediali, wanamchukua Alikamwe, wakati kuna watu uswahilini na kuna vilabu pia vinawasemaji wasemaji navyo, vinatakiwa waielezee timu ya taifa kwa utashi, na kamera ziwafuate, ili hata wanowaelezea wale katika vilabu vyao wajua, ah kumbe leo kuna Coastal Union, msemaji wetu amesimama kwa ajili ya taifa. Leo kuna Police United, leo kuna timu sili kama hii inocheza na Simba kwenye

na anachukua kwa viwango pia na kuangalia jina wala profile yake aliyokuwa huko zamani. Mechi ya kwanza tumepoteza na Morocco, si timu ya kusema tulete ule ushabiki tunampiga 8 9, lakini ule ni mpira wa miguu na unachezwa na watu ishirini na mbili watakaokuwa uwanjani wanaocheza wale mpira kwa wakijumuishwa na waongozi wao watatu wanaosimamia kwa wakati ule unachezwa. Tuwe ombi langu kwa Taifa Stars leo, kama watapata taarifa au itawafikia, tuwaheshimu, tuwape heshima yao na tujue tuko ugenini, tusiende na ile dhana ambayo tunakuwa nayo tukiwa ugenini, tunafanya vizuri, tukijiachia tutaachiwa zaidi

ili tuangalie utatua mechi zinazofuata inakuwaje kwa sababu Simba ikishinda ndugu wangu na Simba ikifungwa ndugu wangu kwa hiyo watanzania nani watakuwa na ndio maana kama unaona leo mapema ni kwa ajili yangu ya ya nchi yangu na inawakilisha nchi ya nchi yangu pia ndio nchi nilipo na nilipozaliwa na ndipo Mungu atakapomsaidia iwezekana kutendea hata kwa mimi ndio hapa kwa lazima niweke Tanzania kwanza nia na nchi nyingine baadaye, sababu sipo Morocco sipo Uingereza, mimi niko Tanzania na ni mtanzania halisi. Hapo wana Simba katika upande wa shirikisho, nawambia tuneno wakae na ndugu zetu pia, tujitahidi tushikamane, kama kadi yetu tunaposema nguvu moja, tuweke nguvu moja kweli ili nia yetu na malengo yetu ya kule tufike pale tulipokusudia kwa sababu hadi sasa hivi hatuo yatuonnoiona mimi nahangaika leo, viongozi na wachezaji tunamaliza Almasri tarehe mbili na marudio yake tarehe nane tisa lakini kubwa sisi ni Zamalek, kwa sababu kutokutana naye nusu fainali, ili tupige hatua, tuondokane na dhana za hizi matusi ya mabwana ya kuvaa medali, basi kila neno medali, kila neno medali, siku zote. Nataka niwaambie tu, sisi tupamane, tuwe washindi, sio tuwe wenye kushiriki na kushindana, tuwe washindi. Baada ya tuwe washindi na turudi na kile tulichoshindania, ili tupunguze adha na ghasia ya majirani. Asante.